Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu yangu mpenzi muislam na mpenzi katika imani, naomba kwa hisani yako jifundishe hii dua muhimu sana sana sana, itakusaidia katika maisha yako. Ya ilahul alamin, wa ya khairun nasirin wa ya ghiyathal mustaghithin inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Narudia tena, ya ilahul alamin wa ya khairun nasirin wa ya ghiyath al mustaghithin inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Narudia tena ya mara ya mwisho: ya ilahul alamin wa ya khairun nasirin wa ya ghiyath al mustaghithin inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Hii ni dua ukiomba, mpenzi unayenitazama, Mungu atakufungulia kheri nyingi sana na muda wake bora wa kuombwa dua hii inakuwa ni baina ya magharibi na isha, yani baada ya swala ya magharibi na kabla ya kuswaliwa swala ya isha. Hapa katikati ukiiomba hii dua ndugu yangu, ni mujarrab. Una shida, una dhiki, una mitihani una matatizo, riski yako ni ngumu, hauna mtoto, hujaolewa. Kwanza kwa dada zangu ambao hamjaolewa, hii dua ndio kabisa, ndo kabisa, ndo kabisa, ndo kabisa kwa kukujalia ndugu yangu kupata mume aliyekuwa bora kabisa. Ndugu yangu, itumie baada ya swala ya magharibi, baina ya magharibi na isha. Pale pendelea sana kusoma hii dua ya, ya ilahul alamin wa ya khairun nasirin wa ya ghiyathal mustaghithin Inni lima anzalta ilaya min khairin faqir. Dua mujarab sana ndugu yangu mpenzi, unayenitazama riziki zako zimekuwa ngumu, riziki zako zimekuwa za taabu, riziki zako zimekuwa za shida, una mitihani mbalimbali, unataka Mungu akuokoe, akuondoshee, akuondolee mabalaa, akufungulie milango ya khairi, shikamana na hii dua ndugu yangu. Dua mujarab sana, dua bora kabisa katika dua ambazo zina maajabu makubwa makubwa sana, kila baada ya maghribi na isha